Unazo zifanya ni safari za kutoka wapi kwenda wapi? Safari natoka Tanzania, Songea Waga, napakia makaa ya mawe Songea no. naenda Kenya Wespokoti, nashusha pale. Nikishusha nabeba klinka napeleka Rwanda, napitia Uganda. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha kwa moja kutoka Dodoma e, mji mkuu wa Tanzania. Leo tumefika hapa kwa lengo moja kuu ambalo sisi kama TV waka tunalifanya. Na hapa leo tumefika ni parking ambayo ipo Dodoma e, nje kidogo ya mji wa Dodoma. Na hapa tunaenda kuzungumza na dereva atuambie yeye majina yake anaitwa nani na kazi anayoifanya ni kazi gani. e, tutapata kuzungumza pia na baadhi ya madereva ambao watakuwa maeneo haya kuweza kufahamu kutoka kwao ni changamoto zipi ni mambo gani ambayo anayapata nayo barabarani pindi pale anaposafiri kutoka Tanzania na kuelekea nje, lakini pia wale wanaelekea mikoa ya ndani ya Tanzania. Hapa mbele ya kamera, mtazamaji, inaenda kuungana na dereva ambaye ni mtoto wa kike ambaye atajitambulisha pia kwa majina yake, atatuambia wao au yeye kazi hii ya udereva anaifanya kutoka wapi, lakini pia changamoto ambazo anazipata na pia atatuambia anawito upi kwa madereva wengine ambao wanafanya hizi kazi za udereva. Naam, habari ya mchana dada. Mzuri, za leo. Niko vizuri, habari ya wewe? Safi, kwema. Kwema. Tuambie bana, tumefika hapa. Hii ni CHAWAMATA TV. CHAWAMATA TV ni TV ambayo ni ya chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania, na leo nimepata bahati kubwa ya kuweza kukutana na wewe. Una lipi la kuzungumza kabla tujaanza maongezi yetu ile mafupi? Ah, mimi sina cha kuzungumza kwa kweli mm. Nakukaribisha na tu karibu hamna shida yote. Nashukuru sana. Tuambie sasa majina yako na wasio kufahamu na wale kufahamu unaitwa nani? Kwa majina wasio na wasio na naitwa Mwanaidi Said Kaliathi. Eh, nafanya kazi ya kampuni ya Trans Africa. Naam, kazi yako hii ulianza mwaka gani na changamoto ambazo umezipata kwenye kazi hizi ni zipi? Hii kazi huwa hapa mwaka wa tatu, hmm. Nipo kwenye hii kazi. Changamoto kawaida tu barabarani changamoto hizo tumesha yani tumesha zizoea tu kwa kifupi. Changamoto, changamoto, ya... changamoto ni kama ipi ambayo unaipata barabarani? Kwa mimi kwa mimi sijawahi kukutana na changamoto yoyote kwa kweli, toka nimeanza kuingia barabarani mm. Changamoto ni za kawaida tu. Umesema una mwaka gani au muda gani? mia, mia, kwa sasa yangu umeanza kazi hii mwaka huu wa tatu. Mwaka huu wa tatu, na haujapata changamoto yoyote barabarani? Changamoto ya aina yoyote? Kwa kweli. Safari unazozifanya ni safari za kutoka wapi kwenda wapi? Safari natoka Tanzania, Songea Waga, napakia makaa ya mawe Songea yeah. Naenda Kenya West Pokot, nashusha pale. Nikishusha nabeba klinka napeleka Rwanda napitia Uganda. Okay. Na safari hizo una, unatembea mwenyewe kwa urefu wa safari hii? E, natembea mwenyewe siongozani na mtu yoyote. Mfano sasa umepata eh, breakdown, eh, ukiwa safari mtoto wa kike mm -hmm. na hizi kazi zishafahamika kwamba ni za watoto wa kiume mm -hmm. unafanyaje ili kuweza kuendelea na, na safari yako Yaani e, hapo nikipata breakdown ni cha kwanza cha kwanza nitaanza kufunga barabara, maana nimejua nitapata msaada tu kwa haraka mm -hmm. ila nikikaa pembezoni za barabara sitapata msaada kwa haraka yaani, una una paki gari katikati ya barabara barabara, ndio hapo nitajua nitapata msaada kwa haraka. Sasa wito wako ni upi kwa madereva wa kike, lakini pia madereva wale wa kiume mm -hmm. ambao wanafanya kazi hizi na wale ambao hawana kazi hizi? Nawambia na washauri tu kwa ambao wasiofanya kazi hizi wa kike, yaani wajitahidi tu kupambana na hii hapa kazi, wajifunze tu make kwa kazi hapa kus..., kwa kweli sio ngumu, ukijifunza tu utaweza kufanikiwa. Kama mi leo, mambo yangu yani, nashukuru Mungu mm. mambo yangu yanaenda sawa, sina shida yoyote ile, kama riziki napata hapa. yani yani, nimefika kwa historia Chawamata. Naam. Chawamata waliniona Dangote, maana nilikuwa nafanya kazi Dangote, wakaniona Chawamata wakaniita, wakaniuliza wewe ni driver, nikamwambia yeye ni driver wakasema kuna kampuni ya Rwanda inahitaji madereva, si tunaomba tukupeleke? Nikamwambia mna shida. Wakanichukua wakanileta huko, sijatoa hata mia hata mia hata mia sijatoa kwa kweli. uh -huh. Nashukuru Mungu, mwaka huu wa tatu nipo kwenye hii kampuni kwa sasa hivi. Una labda safari ya kutoka hapa kuelekea wapi? Sasa hivi nimepakia makaa ya mawe na napeleka Wespokoti Kenya Kenya. Safari inatakiwa kuanza kwa lini? hapa Mungu akipenda itakuwa kesho, Mungu akipenda, panapo majaliwa ni kesho e, kesho asubuhi naondoka. Zungumza sasa na Watanzania lakini pia wana chama, Chawamata, unawaambia e, nini kuhusu kazi hii? Kazi ni mzuri e, kwa kweli ni mzuri, kama changamoto ni za kawaida kila kampuni changamoto haikosekaniki e. Waje tu kwa wingi, wasieni wasidanganyani kusema hamna kazi pale, sijui hivi na hivi, maneno ni ya kawaida waje tu hapa tupambane tufanye kazi. Jina lako umesema nani vile? Tukumbushe. Jina langu linaitwa Mwanaidi Saidi Kaliasi. Bwana kushukuru sana, kila la heri kwenye safari yako ya kesho. Asante, asante sana. Na mtazamaji huyo alikuwa ni Mwanaidi, ni dereva wa gari hii ambayo unaiona hapa mtazamaji, imeandikwa yenye namba ya usajili RAG 567 ara tumetoka kuzungumza naye hapa, ametuelezea e, alivyoanza e, alivyoanza katika kazi hii, changamoto anazozipata, e, like, ametuzungumzia pia kuhusu e, wito kwa madereva ambao wapo mtaani ambao hawana kazi. Kazi zipo, wasiogope kazi ya udereva, ni kazi kama kazi zingine, hazina shida yoyote kwao, amewaasa E, waweze kujitokeza kuweza kufanya kazi za udereva. naitwa Dickson Bisale, tupo hapa anaenda kumtafuta dereva mwingine tuweze kuzungumza naye atuambie yeye kazi hii anaizungumziaje. Kumbuka mtazamaji, tupo e, mji mkuu wa Tanzania Dodoma, kuweza kupata mawili matatu kutoka kwa madereva hawa bwana nasi. Mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali, kwamba tupo e, Dodoma na lengo kubwa la sisi kama timu nzima ya Chawamata TV tumefika hapa kuweza kupata mawili matatu kutoka madereva hawa ambao wanafanya kazi zao za udereva kutoka ndani ya Tanzania, lakini pia kwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Na hapa ninaye ni dereva, lakini amevaa jezi ya mnyama Simba na inavyoelezeka na inavyofahamika ni kwamba siku chache kutoka sasa kuna dabi ya Kariakoo. dabi ya watani wa jadi ambayo inakuwa ni gumzo, imekuwa ni gumzo kubwa ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Ndugu yangu, mambo vipi? Safe sana, say, mzuka sana. Wanakuita nani? Ah, kwa majina naitwa Geoffrey Kanteule, ni dereva. Dereva, unafanya unafanya kazi kutoka wapi kuelekea wapi na kampuni gani? kampuni ambayo anafanyia kazi ni Beyond Continent, na kazi zetu ni kutoka kutoa makaa kusafirisha makaa kutoka Songea kupeleka Kenya. Kenya tunabeba mzigo mwingine kwa ajili ya kupeleka Rwanda, then tunarudi tena kwenye makaa ya mawe Songea. Safi, tuambie kwenye kazi ya kubeba makaa ya mawe, kuna changamoto ambazo umezipata unapokuwa barabarani kutoka Songea kurudi Tanzania Dar es Salaam hapo kwa maana hiyo. Ah, changamoto zipo, hakuna kazi ambayo inakosa changamoto. Changamoto kiukweli zipo, lakini ni ndogo ndogo na ni za kawaida tu katika kazi, eh kama vile tunavyoona kwa mfano sasa hivi hapa Songea ndio tunakuta gari nyingi hivi kuna kidogo changamoto ya mafuta hapo, tunasubiria mafuta eh, mwenye sheli bado hajatuletea mafuta hapo, kwa akiletea mafuta basi hivyo. Kwa hiyo hii delay ya siku mbili tatu hii, nayo ni tunahesabia kama ni changamoto, kwa hiyo kusema kwamba ni changamoto kubwa, ni changamoto za kawaida, kiukweli ni changamoto tu za kawaida za kikazi kikazi. Tuambie pia, zungumza na Watanzania lakini pia wanaChawamata TV wambie eh, kazi hii kuna mafanikio unayoyaona kwako, lakini pia unawaasa nini madereva ambao wapo mtaani, lakini pia ambao mpo nao kwenye kazi hizi, unawaambia nini? ah, changamoto bwana, nini kipengele ambacho unaweza nikawashauri kama ndugu marafiki? ah, ifikia hatua tuichukulie kwamba kazi ya udereva ni kazi kama kazi nyingine na tuithamini kama watu wanavyothamini kazi zao nyingine, kama hivyo kuwepo mtu wa TRA wa wapi wa wapi. Yaani kila mtu akaachukulia kabisa kwamba hapa yuko kazini mm. Ehe, sio sehemu ya mchezo, ni sehemu ambayo inahitajika uwe makini, kwa sababu familia inakutegemea umeona bwana. Hata kama mwenyewe unajiona kama huko kazini, lakini jua nyumbani wanaishi kwa sababu ya kwako wewe kupitia kichombo Umeona bwana hmm. Kwa hiyo kikubwa tu ni kubadilika kufanya hii kazi kama kazi hmm. Ehe, eh, sio sehemu ya kurelax, maana unakuta wengine unakunywa pombe, unakaa unaendesha gari, unasababisha ajali vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kuithamini kazi ambayo unaifanya, na mimi naamini kabisa ukiithamini kazi yako itakuletea matunda Kuto, ya kwangu ni hayo. Toka Songea Ruvuma, Dar es Salaam. Unakuja e, Morogoro kisha unakuwa hapa Dodoma e, unawaambia nini sasa hawa madereva ambao e, wapo mtaani wapo mtaani, na wao wanajua kwamba wana idea ya udereva, kuna vitu wanatakiwa kuvifanya ili kuweza kuingia kwenye taaluma hii? Taaluma hii kifupi a, kwa mtu ambaye anataka kuingia ushauri wangu ni kwamba tafuta mtu wako wa karibu ambaye anafanya, yani ambaye anafanya hii kazi sawa. So, pata uzoefu toka hapo, ingia shule maana uweze enda, wakaanza kukufundisha lori inatembea hivi, hapa sio hapa, unakuwa hivi hapa na hapa hapa, hapana hapa, kwenye mlima panda na gia gani? Hamna, yaani hakuna chuo ambacho kinakufundisha hivi. Kikubwa tu ni pata mtu ambaye ana uzoefu, lakini hakikisha kwanza una leseni. Pata mtu ambaye ana uzoefu, kaa kushoto soma ni barabarani mtu anafanya nini, au anatembea vipi, anapokuwa wapi anafanya nini sawa, upate uzoefu wa barabarani. Toka hapo urudi chuo kwa ajili ya kupata leseni yako ambayo ni halali kabisa. Kwenye kazi hiyo na muda gani? Ah, sasa hivi nina almost mwaka wa kumi na tano, mwaka wa kumi na tano, mwaka mtoto ni mwaka wa mtu kabisa. Mwaka wa kumi na tano sasa hivi niko kwenye hii tasnia sasa. Ndio umepata breakdown, nafanyaje? Ah, breakdown zinategemea Breakdown hazikosekani, ila inategemea ni breakdown ya aina gani. Kuna breakdown nyingine ambayo, kwa mfano, sisi kidogo, ambao tulipitia pitia mambo ya ufundi, kuna breakdown ndogondogo ambao unaweza ukaisolve wewe mwenyewe na kuna breakdown ambayo ni lazima utoe taarifa ofisini kwako, wakupatie spare, wakupatie na fundi wakurekebishie gari yako kisha uendelee na safari. Breakdown kama mbao unaweza ukaifanya wewe mwenyewe ni ipi? Ah, kwa mfano labda breakdown ya labda ni pancha Ha? Tairi imepata basti, sio breakdown ambayo unaweza ukakaa ukapiga simu ofisini kwamba naomba msaada kwamba nina breakdown. Ni issue ambayo unaweza ukaisolve wewe mwenyewe, kwa sababu vifaa unavyo, una wheel spanner, una jeki eh, una mtalimbo wa kufungulia. Ni issue ambayo unaweza ukasolve tu wewe mwenyewe bila hata kuhusisha hata ofisi. Kazi hii mwenyewe unaifanya binafsi bila kusaidiwa na msaidizi wako turn boy Haina shida hiyo, ha, kazi naifanya kabisa ikitokea. Yaani ah, yani chap, wala haina shida. Zungumza sasa na madereva lakini pia na Watanzania, wito wako ni upi? Chawamata bila shaka unaipata? Ah, Chawamata naifahamu vizuri, na mimi mwenyewe ni mwanachama wa Chawamata. Sasa hivi ni mwaka wa saba tangia nimejiunga na Chawamata. matunda unayaonaje? Ah, matunda nayaona kwa sababu hata hapa nilipo yeah. ni kwa sababu ya Chawamata. Kwa sababu ya Chawamata. Ndio. Waambie sasa ambao wanatamani kujiunga na taasisi au chama hiki cha Chawamata unawaambia nini? Ah ninachowashauri ndugu zangu, Chawamata kwanza ina ina tusema, wana wana ofisi katika kila ukanda, kwa hiyo kama unashindwa kupata ufafanuzi juu ya jinsi ya kujiunga tafuta mtu yoyote ambaye unaona kabisa kwamba kwa mfano hizi gari zetu wengi hapa tuseme asilimia 80, ni Chawamata mm. Ulizia tu uliza tu mtu yoyote kwamba bwana, Chawamata iko vipi utaratibu wake wa kujiunga ukoje? Maana nina marafiki wengi mm. Nina marafiki wengi tayari nao wameshajiunga na, wamesha na Chawamata japokuwa wako katika hii kampuni lakini wameshajiunga na Chawamata. Bila shaka uliwashawishi. Niliwaambia, uliwaambia, niliwaelekeza kwamba bwana, ukiwa Chawamata faida za Chawamata sio kwamba tu unaweza ukapata kazi kupitia Chawamata. Faida za Chawamata pia ni zinasaidia kusuluhisha migogoro baina ya mwajiri na mwajiriwa mahala pa kazi hususani hmm, kwa tasnia yetu hii ya udereva na. Kwa hiyo kutokana na hilo wengi mimi na washauri wajiunge na Chawamata kwa sababu Chawamata ina faida sana ina faida sana mm. Wow, tusiangalie habari ya mchango, si kwamba unachangia kiasi gani kwa mwezi mm. Hicho ah, kitu tusikiangalie, kwa sababu tunachopoteza ni kingi zaidi kuliko hata ambacho tunachangia. Eh, mi sidhani kama mtu yani dereva kabisa anafanya kazi mwezi mzima shilingi elfu tisa inakukosa kuchangia katika kukosa chama hapana, haiwezekani ukakukosa, haiwezekani kakukosa. Mazingira ya hapa kiujumla yapoje? Unapopaki hapa mazingira yapoje? Mazingira kwa hapa kwa kweli hatuna shida, kwa sababu kikubwa kwa dereva ni ulinzi wa gari, ulinzi wa gari, usalama wa gari. Yaani kwa kifupi tu ni sehemu ambayo hatuna changamoto yoyote, kwamba unaweza ukakaa ukahofia kuibiwa. Hata unavyolala unalala ukapumzika, kwamba kesho nikiwa tayari nimeshapatiwa mafuta naweza nikafanya nini, nikaendelea na safari bila changamoto yoyote. Kwa hiyo ndugu yangu, tupo hapa na naona gari yako ni namba ya usajili raa, alafu ni cl. Naendesha gari, tuambie sasa, hii ninaenda nchi gani? Rwanda, ninakwenda Kenya, nikitoka Kenya naingia Uganda, nikitoka uganda naingia rwandazozote unapita wewe napita mimi. changamoto zozote unazozipata Hapana, nakwenda niko tuzungumze tukiwa tumesimama hapa, ili mtazamaji anayetuona aweze kukufahamu. Unajua hii ni chombo tunaonekana ulimwenguni. Changamoto tumesema unazozipata ukiwa barabarani ni zipi? Changamoto ni za kawaida tu, sana sana labda askari, usumbufu, usumbufu mdogo mdogo, lakini ni wa kawaida tu, kwa sababu hayo ni mambo, sisi tupo barabarani miaka mingi, kwa hiyo tumeshazoea, ni mambo ya kawaida na askari tunaishi nao kama ndugu zetu, yani bila traffic Mpana mpana. Mpana. Mpana. Mpana. Safi, trafi, kabisa. Kina ni kitu kimoja. Safi. Vipi lakini kuhusu kazi umeanzwa na muda gani sasa? Hii kazi tangia nimechukua gari hii hapa huu nakwenda ni mwezi wa pili mm, lakini kazi ya malori yani miaka mingi <mukla> ila hii ya, gari hii ya Rwanda na, tangia nimeichukua nakwenda ni, mm, ni mwezi wa pili. Huku na nabeba nini hasa? Hapa nabeba makaa ya mawe nashusha Kenya, nikisha shusha makaa ya mawe Kenya, napakia krinka mm, na nakwenda kushusha Rwanda nikishusha Rwanda narudi tena Songea kuchukua makaa ya mawe yeah. Vipi hali halisi ya hapa hii parking ya hapa Dodoma unaionaje? Una kama we dereva, kuna hali ya usalama, hali ya utulivu, mazingira yako vizuri kwa, kwa wewe binafsi? Uh, labda niseme no. hivi hii parking hapa tulipo parki asilimia kubwa tunaendesha haya magari asilimia kubwa watu wanaishi Dar es Salaam. Mtu anaweza kaweka gari yake kama hivi unavyoona. Hata mimi pia nilikuwa Dar es Salaam, nimekaa siku mbili, lakini nikirudi hapa nakuta gari yangu safi, haijaguswa. Sio kwamba wote gari zilizopo hapa eti madereva wapo, hapana, wanakwenda Dar es Salaam wanarudi, then wanaendelea na safari. kuna kijana ambaye yuko mtaani anakufuatilia kutoka hapa, unamwambia, unamwambia nini, natamani sana awe kama wewe siku moja, unamwambia nini kuhusu kazi ya udereva uh... Mimi namkaribisha, akaribie lakini ni nzuri kujiunga na chuo. Akasomea ili zoezi, akishasomea basi tutamkaribisha atatukuta sisi tutampa uzoefu zaidi. Wewe bila shaka ni mwanachama halisi wa Chawa Mata. Bila shaka mimi ni mwanachama wa Chawa Mata na bila chama cha Chawa Mata hata hii gari nisingeipata. Hii Chawa Mata ndio amenipatia mimi gari. Kwa sababu mimi ni mwanachama wa Chawa Mata. Kama yanatufuatia kupitia. Mimi nasema bila Chawa Mata nisingepata hii gari. Hmm. Hii gari nimepata kupitia chama cha Chawamata. Labda ni washauri tu, hata madereva wenzangu walioko kampuni zingine huko, wajitahidi wajiunge cha, eh, wa na vyama. Wanapokuwa wamejiunga na vyama, kuna fursa zinatokea. Hii mojawapo ya fursa. Neno Chawamata kwa uelewa wako, na lielewaje? Chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania. Umepata vizuri zaidi, na bila shaka zawadi yako zawadi yako pia ipo eh, kwa sababu umesema vizuri kabisa kwamba ni chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania right. Sasa mwambie sasa, kijana ambaye anatamani kufanya kazi kama yako eh, afanye nini ili aweze kujiunga na chama hiki cha, cha wamata na ni rahisi tu kwenda kujiunga na chama cha Chawamata na ili uwe mwanachama ni elfu ishirini tu das. Hakuna gharama kubwa kusema eti ni pesa ni, hapana, ni elfu ishirini na fursa hizo utazipata nyingi na kupitia chama cha Chawamata bwana, ni kushukuru sana. Asante, asante sana na mtazamaji huyu alikuwa ni dereva, lakini pia tumezungumza maneno machache kuhusiana soka eh, kumbuka mpira wa miguu ni mpira, ni kitu ambacho kinapendwa na Watanzania lakini pia kila mtu duniani na ulimwenguni. Naitwa Dickson Bisare na hapa nazungumza moja kwa moja kutoka Dodoma. naitwa E, naitwa Dickson Bisa. tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii e, ni Chawamata TV, lakini pia Instagram Chawamata TV, lakini pia pale mtandao wa YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Nikwambie tu ingia pale subscribe, ili uwe kwanza kupata habari ambazo zitakuwa zinatoka ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. mm -hmm.